Naam, karibu sana watu ambao kunasikiliza matangazo yetu ya Baraka One TV. Tuko majira ya saa sita saa za Afrika Kati ikiwa ni saba majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako hapa the one and only in town, DJP baba la baba mzee wanguasuma Rajabu Wakili Kabonga amba kunakurushia haya matangazo kutoka DRC. Tuko tarehe nane hivi za mwezi wa 12 elfu mbili na ishirini na tano na yale ambayo yako yanajiri sasa hivi E, ni vita ambayo iko inaendelea maeneo ya pleni ya Ruzizi huko, taarifa nyingi zikiwa zinatoka watu wakiendelea kuzagaza habari kuhusiana na Luvungi, Katogota, Luberizi, Lubarika, Kawizi hivyo, yani sehemu zote hizo ambazo huko unazisikiza katika yale ambayo nitakuletea kwa sasa hivi. Tutazungumzia e, yaliyotokea Luvungi kwa mara nyingine tena tutazungumzia yaliyojiri Sange jana baada ya mauaji ya mabomu kulipuka. Tena kwa mara nyingine tutazungumzia yaliyofanyika Washington, yaliyotokea Washington e, ambako jamii e, ya wakimbizi wa Kinyarwanda huko wakiwa wanataka Rais Felix aweze kuondoka madarakani wakililia kwamba ni rais mbaya anaongoza nchi vibaya eh, hivyo na pia ripoti mpya ya Nations Unies ikiendelea kuiweka Rwanda pabaya. Kwa hiyo Rwanda iko pabaya kwa sasa hivi, na tetesi ambazo nimezisikia, inasemekana kwamba Rwanda wamepewa wa masaa sabini na tatu, sabini na ngapi? uh, sabini na mbili, waweze kuondoa majeshi yao DRC. Ehe, Rwanda imepewa aweze kutoka. So ni habari njema na n, tusi, tusubirie tuone nini ambacho e, kitafanyika. Tuanze kwanza na hii hapa operation yetu ya Saidia mzalendo bado inaendelea. Kwa hiyo kama hujaungana na sisi tumia namba ambazo kuna kwa screen yako ili tuweze kuwasiliana moja kwa moja kwa ajili ya operation Saidia mzalendo na haina haja kurudi nyuma, lazima tuweze kusonga mbele wote kwa pamoja. Nikwambie tu tena kwamba ili kwa kwanza kupata habari zetu like pia, subscribe, Baraka One TV tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa mtu wa kwanza kuwa anapata haya matangazo kila wakati. Nianze kwanza na hili la Nations Unies afu ndo tuje tuzungumzie ya Luvungi Sange, na iliyotokea huko Etats-Unis maswala mengine yenye kunafanyika kwenye uwanja wa mapigano. Ripoti mpya ya Umoja wa, wa Mataifa imeweza kuweka Rwanda pabaya. E, jana siku ya Jumapili ya tarehe saba Desemba 2025 na e, ripoti ya Umoja wa Mataifa ya Nations Unies imeweza kuangushia kombora nzito Rwanda na hivyo kufanya Rwanda kubaki midomo wazi ripoti e hiyo inasema wanajeshi zaidi ya elfu sita mpaka zaidi ya elfu saba wa Kenya Rwanda brigade mbili, na, na batalion ya, ile ya, ya, speci, ya special force zinaitwa batalion de lite e, ziko zinapigana kwa sasa hivi ndani ya ardhi ya Kongo wakiwa wanashirikiana na M23 na, na wao ndio wako wanaendesha zile droni pamoja na zile silaha nzito nzito ambazo Rwanda imekuwa ikisaidiwa na nchi za Umoja wa Ulaya uh, bila kuwa na ushauri bila kuwa na wanaojitolea uh, vikosi vya um, jeshi la Rwanda uh, vikiwa ha havivali, uh, havivalii jezi uh, I mean, kombati za, za Rwanda uh, wanaiba wanaua wanachoma vijiji na kufanya raia waendelee kuteseka. Ripoti inasema hivi, um, inasemekana kwamba e, wananchi ambao wako wanateswa zaidi sana na hali yenye iko inapitia ni wale wenye asili ya kihutu ama bantu kwa sababu na inasemekana wanajeshi hao wamekuja napewa mission ya kuhakikisha kwamba wanafanya yote wawezayo, wa, wa ili kuweza kabisa kuwaondoa eh, wahutu ambao wanapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni ripoti kutoka kwa Umoja wa Mataifa, wanazungumzia milioni moja ya watu ambao wameweza kukimbia makazi yao. Inasema hivyo moja wa mataifa, na pia wanasema Rwanda haiko tu kwamba iko na isaidia M23 lakini iko ndani ya M23. Na um, tatu, upande wa Paul Kagame, wakati uko Washington kusaini mikataba huko, e, akiwa anajua nini kinaendelea, hiyo hiyo e, tarehe ya hali ya usalama mikataba ilisainiwa tarehe nne lakini tarehe moja kwa mkia, tarehe mbili ndiko mashambulizi yalianzishwa maeneo ya plan ya Ruzizi kama Nyola ambako magaidi wa M23 walikumbana e, na wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huku pia wakiwa wanasaidiwa na majeshi ya Burundi. Kigali kama kawaida yake kutokana na ripoti hii kutoka kwa Umoja wa Mataifa imeweza tena kukataa kusema kwamba ripoti hiyo ni ripoti ya uongo na wala haina mantiki yote, badala yake Kishasa ndiyo iko inaleta propaganda ambazo hazina maana, lakini wao hawako ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini picha za satellite zimeweza eh, kuonyesha pia hata redio na mashirika mbalimbali mbali ya kijamii ya kimataifa ya, ya, ya eh, yamekuwa yakionyesha maiti za M23, eh, na pia wakionyesha wanajeshi wa Rwanda wanavyofia kwenye uwanja wa vita, lakini yote hayo bado tu serikali ya Kigali inaendelea kukataa kusema kwamba hao wala sio wanajeshi wake. Hii ni taarifa ambayo imetolewa na shirika la Umoja wa Mataifa, na kwa hiyo haki inahitajika iweze kufanyika kwa lengo la kuleta usawa na usalama kwa wote. Na baadaye eh, Rwanda imeweza kupewa masaa sabini na mbili kuweza kuondoa vikosi vyake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Um, kuna hii hapa violations document ambayo imeweza kufanyika na M23. Mauaji yamefanyikwa na M23, raia mia tatu na kumi na tisa wameweza kuliwa juzi juzi hapa pembeni ya park ya Kauzi eh, park ya Virunga uh -huh, ikiwa ni mwezi wa nane elfu mbili na ishirini na tano mwezi mmoja watu mia tatu na kumi na tisa waliweza kuuliwa. Uh, mia tano uh, wakachomwa ndani ya nyumba zao, huku wakiwa ni Wahutu. Watoto wenye miaka kumi na mbili wanalazimishwa kuingizwa ndani ya jeshi huku wakitolewa kwenye makambi. Um, pia mapigano ambayo yameendelea hivi maeneo ya Kamanyola, uh, M23 wao ndio wako wanaolazimisha kuingiza vijana ndani ya jeshi, wanasema recrutement force Maforsi, M23 pia na RDF wa kuwafukuza watu kutoka kwenye makazi yao eh, kwa kinguvu. Hizo zote ni ripoti za Umoja wa Mataifa zinasema watu zinasema takriban asilimia arobaini na tano ya hali ambayo iko nafanywa na mauaji na hali mbaya iko nafanyika na magaidi wa M23. Zaidi ya bilioni moja ya watu wamekisha kukimbia makazi yao. Uh, asilimia ishirini imeweza kupanda ya magaidi wa M ishirini na tatu kutokea Rwanda, wakiwa wako wanaongezeka na pia kusababisha watu kukimbia kwenye maeneo yao, kwa sababu ya hali ambayo iko inaletwa magaidi wa M ishirini na tatu. So kwa kifupi ni kwamba ripoti mpya ya umoja wa mataifa imeweza kuiweka vibaya Rwanda na hivyo kuipa sheria ya Kongo na kusema yale ya maku, ile resolution ya 2773 iweze kutimilika ambayo Umoja wa Mataifa umeamuru Rwanda iweze kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila condition haraka iwezekanavyo. Na je, Rwanda kwa safari hii kweli itatii tena hii ama itakataa hii amri ya 72 heures waweze kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Tusubiri tuone nini ambacho kitajiri kwa sasa hivi, kwa sababu sio mara ya kwanza Rwanda inaambiwa jambo kisha inashindwa kukitekeleza. Tukichukua yaliyotokea huko Washington wakati ya kusaini kwa mikataba ya hiyo tarehe nne kati ya serikali ya Kinshasa eh, na serikali ya Kigali um, watu wenye asili ya wakimbizi kutoka Rwanda ambao wanajiita wenye mulenge walifanya kitendo ambacho ni kitendo cha kushangaza na kinasikitisha sana. Inabidi niweze kukizungumzia hapa kwa sababu uh, tungezungumza hivi na mchambuzi wetu Bwana Amadi uh, Mwinyi, lakini uh, kutokana na mtandao siku hizi unakuwa sio mzuri sana. Ngoja nikupe, ni hiki hapa wakati rais anaenda kusaini mkataba wa Washington hiyo tarehe nne eh, kikundi cha watu wenye asili ya Rwanda wakimbizi waliokimbia eh, wako naanza kumanifeste na kusema kwamba hawamtaki rais, rais chilo atoke, Chilombo atoke, Chilombo hivi na hivi, hawamtaki rais. Sasa sijui wanamtaka nani ndo ajawe rais. Eh, kenya naweza kugusia hapa ni kwamba conscience ya watu haitumiki tena. Yeah. Wanyarwanda wanasahau kwamba mtu mwenye aliwasulaje kusema kwamba le Banyamulenge ce sont des Congolais si mwingine ni Felix. Leo bale bale Wanyamulenge wanasema hawamtaki Felix. Unaona? Mwenye alisema ki le Banyamulenge ce sont des Congolais ni Felix. Alizungumzia hivi wapi, Belgique? Leo baale baale Banyamulenge baswandize Banyamulenge banasema abamtaki Felix banataka eh, baruande ndo bachukue inchi ndo baongoze inchi. Sasa kitu mimi niko najiuliza ni kwamba ule msemo wa kwamba shukrani ya punda ni mateke ndo huu ambao umekuja kutimia, na je Wakongo leo wataerevuka siku gani kujua kwamba hawa watu hawabadilikagi, hawabadiliki, walikuwa jana, leo na milele watabakia kuwa hivyo hivyo. Malengo yao wao, gisi washarambishwa ile sumu, ni lazima tu waishi ile ndoto yao ya kusema kwamba waiongoze Kongo, wao ndio wakuwa miliki wa Kongo, wao ndio wakuwe kila kitu mkongo ile sasa, kama watu mnataka demokrasia, kwa nini msifuate vua ya demokrasia? Demokrasia iko wazi. Iko wazi demokrasia. Tunaenda kumaeleksio mwenye kupita anapita, lakini kitu kenye nitawakumbusha ni kwamba Gisaro kama Gisaro alirudia mwasamble national aiko aseme alikuwa na vua mingi kushinda watu wengine, ni kwa sababu alifanyiwa favere tu kwamba hatuwezi enda kumaeleksio na tu tengeneze serikali bila kuwa na na representativite ya ya, ya refugee Rwande. Ndo maana Gisaro naye alijiretrouver iko mule ndani, unaona, na ya, ya, ya, ya Gisaro akuwa na mshinda kamanda kura Gisaro kumshinda Andri bebe bebe dunia kura unaona. Lakini ndo hivyo tu, alijikuta anaenda. Sasa hiyo yote ilifanyika ni manevre ya nani? Ya serikali ya nani? Ya Tshisekedi kwamba lazima wao wa watu wapate representativite hata moja, wakuwe na mtu mmoja kule mwassamble national. Leo hii ni minis, hakuna guvernema yenye ya Felix ishaanza bila kuwa na hawa watu kama mawaziri. Hata zenye zilipita walikuwa ni mawaziri, lakini leo ndo wako wana andamana Washington, wanataka rais aweze kuondoka. Shukrani ya punda ni mateke.

Nafikiri kesho hatutalaumiana tena, kesho hatutalaumiana kusema kwamba o, watu wamefanya hivi, watu wamefanya hivi a serikali zetu ziko zinakuwa na matatizo ambayo wanazifanya na hayo matatizo ndio yako yanajurudia yale yale, shida iko na kuja vile vile la, unakuta badala ya kusolve tatizo, tatizo linakuwa liko linaongezeka. Hii yote ni nini? Kwa sababu tuko tunakuwa na viongozi ambao sio competent, hawana uwezo, hawako machua, awezi kufanya kazi kwa kuwazia kwamba tutengeneze misingi ya taifa ya miaka kadhaa iko na kuja ywatu wako nafikiria ni au no interest za, za, za, za hivi nitapata ngapi, nitakula ngapi, sema kwamba baada ya miaka kadhaa nchi itakuwa vipi. Ngumu sana kwa wata, na ndio shida tuko tunapitia kwa sasa, ambao walipewa nafasi watu ambao waliitwa amba wali ni wakongomani na mtu ambaye alikuwa yuko uh, nawatetea mtu ambaye yuko na, amba na wapigania Leo wanasema kwamba hawamtaki haya, na lawama hizi zitaenda kwa nani? Na naweza kuona hata wengine pia Washington hiyo siku wako wanaanza ku wanafurahia ku uh, vita yenye hiyo inafanyika Katogota Luvungi, kwamba tuombe Luvungi tuombe Katogota tuombe Kamanyola tuombe Lubarika tuombe Sange tuombe Uvira tuombe, wako wanafurahia kutoka Washington. Sasa kongole gani mwenye anenda furahia rebelio Hmm? Kongole gani mwenye atafurahia M23? Huyo kute kwamba wewe wako na friend M23 bo, please ni wale wale wa ile mlengo. Ni bale bale ba Rwande. Ah, raporo tena hii ya nations ni nyingine inakuja. Please ya saba mil solda Rwande biko napigana ngambo ya M23. Ebo ndo biko na charger, ebo ndo biko na, na, na pangilia, ebo ndo biko na coordonner ndio nvondikonafanya kila kitu na nafikiri ki, na ni fkiri kubisema kwamba kwordonater wa hii wa, hii projet ni James Kabarebe. James Kabarebe sbb ndo odater wa hii projet na execution iko ikonafanyika na RDF pamoja na eh, m 23 wamoja moja, moja wenye wako uh, uh, wa na tamaa na utu ndio wako na ngia wa, lakini mipangilio yote kabisa enye viko na beba front, ni baruande. nn no, baruande kabisa ndo biko na ifrumu mikono yabo. Yeah, e, kama umoja wa mataifa kweli upo kwa ajili ya justice, nafikiri utakuja kuona matunda ndani ya i, ndoze, kama itaweza kutimia. Tukichana na hayo mambo, tuzungumzie yaliyotokea Sange. Jana Sange kumeonekana e, uh, watu kaza kaza wamepoteza maisha. Eh, mabomu yameripuka, wanajeshi walijibizana wa, wa, wa, wa, wa risasi. Story inasema vipi? Story inasema hivi eh: juu kuko ile rotation ya basolda balikua kufro banatoka kufro banakuja banapumzika, vengine banaenda wakipumzika, ili ni kawaida kwa wanajeshi. Sasa wakati hao wanatoka kufro Eh, kufika Sange maeneo ya Kabunambo kule ikabidi waende wapumzike. Sasa wakasema kwa manono atapumzikia hapa, tunaenda pumzikia wapi? Uvira. Oda ishakuja kwamba kusikue mwanajeshi mwenye atatoka hayo maeneo kwenda kupumzikia Uvira. Kwa hiyo watu watabakia pale pale Sange, wapangie mipango pale Sange, wale ambao walikuwa wako pale wakafunga kilalo wasolda, kwamba hakuna wa kupita. So kilichotokea ni nini? Wale wenye wanatoka ku front hawakutaka kusikiliza wenzao, na konsinye yenye yi viko yi nayo kwamba watu wasipite hapa, eh, kwa sababu front iko naendelea kule, wapumuzike wa, wa, baadaye watarudi. Sasa ile majibizano ndio wao kwa wao kuanza kutupiana risasi. Hicho ndo kilitokea Sange lakini kusema kwamba drone ya M23 ilikuja ikapiga e, nini ilikuja, ah -ah. bali aviana venye walikuwa wanatega mabombe washakamatwa washakuwa neutralize. Lakini yenyewe ilitokea ni hiyo, majeshi yetu e, baada ya kuzuia wenzao wasiende wapumuzike pale pale, kwenye command inasema wao wakataka waje wakule bata Uvira. Sasa hicho ndio kilichosababisha na kufanya kwamba e, Sange paniki iweze kutokea, lakini hali ya, ya kawaida ya usalama ya utulivu Sange bado iko inaendelea. Hakuna adui yoyote ambayo yuko Sange, hakuna adui yoyote ambaye yuko mu plaine ya Ruzizi. Plaine ya Ruzizi iko mu mikono ya Wazalendo na FARDC na jeshi la Burundi, na harakati za kuendeleza kumkunguta kum, kum, kum, adui ziko zinaendelea ndugu zangu. Kwa hiyo ndio hali yenye iko kule, mengine yote tutaendelea kuwaleteni tutawaleteni taarifa kamili habari zote kupitia Baraka One TV, kwa sababu tuko hapa kuwaleteni taarifa ambazo nyinyi mnastahili kuweza kuzipata. Mambo mengine yote tutawajulisha eh, kiundani zaidi, kuanzia majira ya mchana hivi kwenda mpaka huko jioni wa mausiku zote, sababu tukali tunakusanya taarifa za kutosha ambazo tutakuja kuwaleteni na zitakuwa ni za ukweli yeah. Hakuna taarifa yoyote ambayo mimi nitakuletea leo hii eh, ikuwe aseme oh, nilisikia ama niliambiwa hapana. Utaniona mwenyewe. Kama ni Sangi, nakwambia hapa niko Sangi, unaona niko Sangi hapa kumetokea hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Kama ni Luvungi, nakwambia hapa niko Luvungi, kumefanyika hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Kama ni Luberizi, nakwambia hapa niko Luberizi, hiki hivi na kote mutarule kote. Kwa hiyo tuendelee kuungana, tuendelee kukaa kwa pamoja ili tujue ni nini oiste ni nini kikiko kinaendelea muplene ya Ruzizi kwa sababu watu wengi hawaelewi, uh, hawaelewi nini kinaendelea. Taarifa ziko nyingi, hao wanaleta hizi, hao wanakupa hizi, hao wanakwambia hivi, lakini yote kwa yote tungoje tuone nini ambacho kiko kinaendelea huko maeneo ya muplene ya Ruzizi. Leo tuko tarehe nane. Leo tuko tarehe nane, mwezi ni wa kumi na mbili. Tuzungumzie Luvungi. Luvungi, wananchi wametoka maeneo ya Luvungi, wameacha mji wazi sababu ya kuepuka ya makombora sababu ya kuepuka vita ambayo iko inapiganwa yale maeneo ya Katogota na maeneo ya kusini mwa Kamanyola. Taarifa ambazo mimi mpaka mpaka leo hizi zenye niko nazo, sawa? Taarifa ambazo ziko mpaka sasa hivi kwamba ni, ni nakwambia ni kwamba FRDC iko Muluvungi na Wazalendo na Katogota, Kamanyola side ndiko mapigano yako yanafanyika na maeneo ya milima ya kule juu kule juu ndiko mzee wile Mamuli Kutumba iko na tongana na magaidi wa, wa, wa wale wenye walikuwa wanajaribu kudeborder na kusonga mbele kule, ndio wako wanakutanana na kipigo ambacho wanastahili kukipata. Lakini kusema kwamba maeneo mengine mambo yamebadilika, hizo taarifa mimi sijazipata, na taarifa nikizipata, sitachoka kukwambia ama sitashinda kusema kwamba jamani, sehemu fulani tumepoteza vita. Iko na mambo yake mawili, kuna kupoteza na kuna kuganyia Ndogisi vita inakuage sawa so, lakini tunaangalia kwa nini tumepoteza, tunajifunza sababu za sisi kupoteza. Eske tulipoteza kwa sababu ya kuiz, ya, ya kuzidiwa ama kwa sababu ya, ya usaliti. Lakini kupoteza ni kupoteza. Kwa hiyo kwenye tunaweza kufanya ninini? ni nini ni kukaa kwa pamoja na ushirikiano mmoja kusema kwamba kama imetokea hivi tufanye hivi ili isitokee isi tena. Hilo ndio jambo la muhimu ambalo tunazikiwa kufanya, lakini mpaka sasa hivi kwa taarifa zangu ambazo niko nazo ndio hizo mimi niko nakupa na kama kutakuwa mabadiliko yoyote yale, jua kwamba nitakwambia. Kama kuko mab mabadiliko yoyote nitakwambia, lakini kwa sasa hali iko vile vile. Sawa, ndugu zangu, kwa hiyo tu tuendelee kutulia, tuendelee ku kuombeana, na kipindi hiki ni kipindi ambacho utasikiza mambo mingi e, ni kipindi kigumu sana utasikia maneno mingi, watu watazungumza haya, watu watafanya hivi, watakwambia hiki na hiki vingi sana. Oh, huku umetokea hivi, ya ni normal. Lakini ukweli uko wapi? Je, ukweli unaujua? Ushelewa? kama unajua ukweli basi kaa pamoja na wengine na uweze kupata taarifa kamili ambazo ziko zinafanyika kwenye uwanja wa mapigano nafikiri Um, Baraka One TV tuko hapa kwa ajili yako na tupo kwa ajili ya kukupa kile ambacho unastahili kuweza kukipata. Hali yote yenye itakuwa inaendelea kwenye uwanja wa mapigano, basi sito sita kukupa taarifa hizo na kukuonyesha mazingira ya kila sehemu, ya kwamba hapa tuko sehemu fulani, hiki kinaendelea hivi, hapa tuko hivi, hiki kinafanyika. Yote tutakuja kujua kupitia Baraka One TV na ndio maana ningitaji tu kushirikiana kwa pamoja, na msisahau kwamba operesheni yetu bado kunaendelea hadi mzalendo, na lengo letu kubwa ni kusema tuimarishe namna ya kuwajali ndugu zetu ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. e, angalau kwa vyovyote vile, e, kwa vyovyote vile, kwa sababu nchi hii bwana ni ya kwetu. Nchi hii ni ya kwetu, na kama sisi hatushughuliki nchi hii, unahisi nani ambaye atatushughulikia? Hakuna, ni sisi wenyewe yes. Kwa hiyo lazima tukae Eh, tuimarishe namna ya kufanya jambo na tujue kwamba kama tutapoteza Uvira basi tutakuwa kwenye hatari kubwa sana, na kuendelea kuwatia nguvu na kuwatia moyo FRDC na uzalendo waendeleze kuongeza ubunifu, na Mungu awapiganie ili waweze kushinda imenase kutoka kwa magaidi wa M23 ambao nayo nikonayo. Mengine tukutane majira ya saa tisa.